Pate mlinzi naona mazingira anakaa sawa sana hapa nyumbani, kwa hiyo sio vibaya sana na wewe ukiwa una pafomu pafomu nini unakana na huyu mlinzi mi kiwa asipo, ila uangalie mambo yako, maana nakujua wee kipenzi. Mlinzi mwenyewe ndo e amelala hapa, una mlinzi kweli, Eh? Umekuja kulala hapa au umekuja kazini? ulipokuja kuniomba kazi ulikuja kulala. Eh? Ulikuja kulala wote? uliniomba kazi uje ufanye kazi, unakuja, unakuja, unakuja unalala, nini unalala? Ila sawa, see mabosi zetu, se mnavyotufanyia sio vizuri kabisa. Se yaani, sisi tunalala nje kama mbwa, alafu mnatufanyia vitu kama hivi. Kwa nini sasa mnatufanyia hivi mabosi? Yani mabosi, sisi mmetuajiri ili tukafanikiwe, tufanye mambo yetu na familia zetu Sio kwamba tufanye vitu ili tuteseke baadaye kama mnavyotuona hivi. Yani nyiye hampendi kabisa yani kutuona tumeendelea, yaani hata tukibadilisha nguo mnaona kwamba tunawaidia. Basi mabosi bwana, hizi kazi zina muda na hizi kazi bwana, ipo siku na sisi tutajipata, na huu ndo mwanzo. Lakini mna lofo mbaya sana. Ila sawa, asante. Mume wangu, lakini ulivyofanya sio vizuri. Kwa nini umemfanyia kaka watu hivyo? Hata Mungu apendi, usingefanya, usingetakiwa umfanyia hivyo. Au umeona umemloanisha mwenyewe, kaondoka kwa hasira. Kwa nini lakini? Hata kama ni kwa ajili ya kunionyesha mimi, hujafanya vizuri, mume wangu. Hebu muda mwingine wewe unaangalia, bwana sijapenda. Uta, ukiona umebadilika hiyo tabia yako utanitafuta. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea.